Ni pigo kubwa dhidi ya jeshi la Iran katika mashambulizi ambayo yametekelezwa na jeshi la Israel katika usiku wa Alhamis kuamkia Ijumaa, mashambulizi ambayo yamelenga vituo tofauti vya nyuklia na vilevile vile mashambulizi ambayo inatajwa kwamba yalikuwa yamepangwa kwa muda mrefu na matunda yake yameweza kuonekana baada ya, ya kutangazwa kuuawa kwa viongozi wa ngazi za juu na wanasayansi muhimu katika sayansi ya nyuklia nchini Iran ambao uwezo wao unategemewa kwa kiasi kikubwa ili Iran iweze kumiliki silaha za nyuklia. Kiongozi wa kiroho nchini Iran, Ali Khamenei, ameahidi ya kwamba Israel itapata adhabu kali kutokana na mashambulizi hayo ambayo yamepelekea hasara kubwa dhidi ya jeshi la Iran na kupelekea watu wasiopungua hamsini kuweza kujeruhiwa. Katika hotuba fupi ambayo kiongozi huyu wa kiroho ametoa, amefahamisha kwamba mashambulizi haya hayawezi kufumbiwa macho, na kuahidi ya kwamba Israeli ijiandaye kwa mashambulizi kutoka nchini Iran. Mashambulizi haya ya anga ambayo yametekelezwa na jeshi la Israel dhidi ya vituo hivi vya nyuklia nchini Iran na kupelekea vifo vya wanasayansi sita inatajwa kimataifa kuwa ni ushindi mkubwa wa Israel na kuwa ni moto mkubwa ambao tayari Israel imeweza kuchochea. Ni kitendo ambacho kama inavyotajwa, iwapo Iran itafumbia macho na kushindwa kulipiza kisasi, basi itakuwa imeonyesha wazi ya kwamba Israel katika ukanda wa Mashariki ya Kati hana mpinzani na taarifa ambazo zinasomeka katika mitandao ya kijamii inafahamishwa kwamba katika eneo hili la Mashariki ya Kati tayari kimenuka kama ilivyo kawaida yake kufuatia mashambulizi haya, wakati ambapo mzozo uliopo kati ya Israel na Palestina haujamalizika, mzozo na mvutano ambao pia uliopo, na mashambulizi ambayo huwa mara kwa mara wanamgambo wa kundi la Houthis kutoka nchini Yemen huwa wakishambulia Israel. Mvutano huu bado unaendelea na kuongezeka kwa mvutano mwingine huu wa moja kwa moja, aidha mashambulizi ya moja kwa moja kati ya Israel na Iran itapelekea ukanda mzima wa mashariki ya kati kuingia katika kipindi cha mzozo ambacho hata Umoja wa Mataifa utashindwa kutatua mzozo huo, kwa kuwa tayari Iran ipo katika mazungumzo na Marekani kwa ajili ya nyuklia ili Iran iweze kuondolewa vikwazo. Kitendo hichi cha Israel kushambulia vituo hivi vya nyuklia, huenda malengo yake ni kutaka Iran iweze kujiondoa katika mazungumzo haya ambayo yanatarajiwa kufanyika kati ya Marekani na Iran ili kuweze kupatikana suluhu kuhusu swala zima hili la nyuklia ambalo limejadiliwa kwa zaidi ya miaka dahari kati ya mataifa ya magharibi na Iran. Kama kulipiza kisasi, inatajwa kuwa tayari jeshi la Iran limekwisha agiza ndege zake zisizokuwa na rubani kwa kuendesha mashambulizi dhidi ya Israel kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi haya ambayo yamelenga vituo hivi vya nyuklia kujihami na mashambulizi hayo ya ndege zisizokuwa na rubani, Israel tayari imetangaza hali ya dharura na kuwataka raia wake waweze kuchukua tahadhari, na iwapo kutatolewa ishara yoyote, basi wawe tayari kujielekeza katika maeneo ambayo yametayarishwa kwa ajili ya kuepuka athari ya makombora yatakayolenga moja kwa moja Israel. Serikali ya Israel imefahamisha kwamba mashambulizi yake hayo dhidi ya vituo hivyo vya nyuklia vya Irani, lengo lake ni kutaka Irani isiweze kufikia malengo yake ya kutaka kumiliki bomu la nyuklia katika ukanda, kwa kuwa pindi ambapo Irani itakapoweza kumiliki bomu la nyuklia katika ukanda wa Mashariki ya Kati itakuwa ni tishio dhidi ya Israel katika ukanda mzima. Kama kujihami, Israeli imeona ni bora kushambulia vituo hivyo, ili Irani kamwe isiweze kumiliki mabomu ya nyuklia. Mkutano ambao ulikuwa ukitarajiwa kufanyika kati ya Marekani na Iran kuhusu nyuklia ambao unatarajiwa kufanyika Jumapili, unahoja ya kwamba vipi Irani itakubali kushiriki katika mkutano huo wakati ambapo taifa lake tayari limeweza kushambuliwa na Irani moja kwa moja, vituo vyake vya nyuklia vimeweza kushambuliwa moja kwa moja na Israel. Edha, Israel ilikuwa tayari na hofu ya kwamba kutokana na majibizano ya makombora yaliyotokea mwaka uliopita kati ya Israel na Irani yalionyesha ya kwamba Tayari jeshi la Irani lina uwezo wa kujibiza na kuwa na uwezo wa kuendelea kurutubisha silaha zake za nyuklia hadi kufikia kiwango cha kumiliki silaha za nyuklia. Saudi Arabia ambaye ni mshirika wa Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati pia imelani vikali mashambulizi haya ambayo yameendeshwa na jeshi la Israel dhidi ya Iran. Vile vile China na Urusi nazo pia zimelani mashambulizi hayo, huku ikitajwa kwamba madhumuni ya Israel ni kutaka Iran ishindwe kushiriki katika mazungumzo ambayo yanatarajiwa mwishoni mwa wiki hii ili iweze kupatikana sababu thabiti ili Irani iweze kuvamiwa moja kwa moja na kuonekana kwamba Irani imekataa kushiriki katika mazungumzo, hivyo basi malengo yake ni kutaka kumiliki silaha za nyuklia.